ukiona kwenye kioo sura yako si nzuri huvunji kioo sio unajitengeneza ili uonekane vizuri zaidi maanake ni kwamba mwaka unaokuja tukarekebishe kasoro zilizopo ili tuweze kuonekana vizuri zaidi kwenye taarifa hii kama unawekeza kwenye maji halafu maji mengi yanapotea mathalan asilimia sabini ya maji yanapotea maanake ni kwamba cost of operations zitakuwa za juu tu hutaziweza kwa sababu kile unachokusanya huku na kile unachoweka